Na watekaji wamefika mahali ambapo wana ujasiri. Nikamsikiliza mkurugenzi wa Jamii Forum Mero anasikika anasema kwamba yeye alipigiwa simu akaambiwa na mtu, bwana, tutakuteka tutakuua, na watanzania watakulilia kwa siku tatu, alafu baadaye watasahau. Yaani mtekaji ana ujasiri wa kukupigia simu na kukwambia, bwana, tutakuchukua alafu watanzania watalia siku tatu, watakusahau. Anakupigia simu. Ndugu zangu, we must wake up. Huu utekaji tuna uresist kwa nguvu zote. Mimi binafsi na uresist leo, kesho, wiki ijayo. No, it can't happen in our country. Jambo hili lazima likataliwe, hatukuliona kule nyuma. Hii ni dharau iliyopindukia kwa mtekaji kukupigia simu na kukutisha. Leo watu wengi wamekimbia nchi, mwanamapinduzi ya askofu wetu hayupo, wamekimbia. Sikiza nikwambie akina mwakipesili wamekimbia, wengi wamekimbia, wako nje. Wengine siwezi kuwataja kwa sababu ya hadhi zao, maaskofu wa madhehebu makubwa kabisa wamekimbia nchi kwa sababu tu ya kusema sema. Sikiliza niwaambie, at least mimi ni kiongozi wa taasisi. Unapokuwa kiongozi, watu wote hawawezi kukubaliana na wewe hata kwenye taasisi zetu za kimungu kabisa, ni kanisani au ni msikitini, si watu wote watakubaniana wewe na pamoja na kwamba ni waumini wako wa kukusema sema, wapo wengine watakusema kwa sababu za uongo, zitakuuma. Kama kiongozi lazima uwe na kaleji ya kumeza hayo maneno. Ukiwaua wote utamtawala nani? Ukiwateka wote utamtawala nani? Itakuwaje baada ya hapo? Unaweza kuwateka ukashinda uchaguzi, baada ya kushinda uchaguzi kila uliyemteka ana mdogo wake, ana mjomba wake, ana shangazi yake, ana kaka yake, ana ndugu yake. Baadaye nchi itakuwa kwenye uchungu ambayo itakuwa ni ngumu sana kuiganga. Amken, nasema tena, this is a last wake up call. Hii ni kengele ya mwisho ya kuamsha kwamba amken tutapoteza nchi. Kataa utekaji, disappearance of persons. Si nyie mnayoendesha ya mambo ya utekaji, si nyie wala sio vyombo vyenu si nyie wala sio vyombo vyenu vinavyoendesha mambo ya utekaji, lakini siku zijazo hamtaepuka kabisa kutamkwa mkiungamanishwa na matukio haya yaliyotokea wakati wa utawala wenu. Kwa mfano watu watasema miaka u mwaka ule kipindi kile ambacho DGIS alikuwa fulani miaka ile ambacho CDF alikuwa fulani miaka ile ambacho mkuu wa jeshi wa polisi alikuwa fulani miaka ile ambayo mkuu wa jeshi la magereza alikuwa fulani, miaka ile ambayo mkuu wa uhamiaji alikuwa fulani, na mkuu wa jeshi alikuwa fulani, ndiyo miaka ile ambayo watu walitekwa sana. Hamwezi kukana kwamba si ninyi. Lakini miaka ijayo, e, historia itawarekodi kwamba ninyi mlipokuwa wakuu wa vyombo mambo haya yalitokea. Mi naongea na nyie moja kwa moja kama mtumishi wa Mungu, na ukiniona naongea hivi kwenye nyakati ambazo ni za hatari kama hivi, nyakati ambazo balozi anatoweka, hakuna neno lolote kutoka serikalini kwamba mstafu um, wao ame, ametoweka. Hakuna watu wamekwenda mahakamani, luli ya mahakamani na wenyewe inasema kwamba na wenyewe hawajui, mahakama hawajui, kwa hiyo huwezi kumpata popote. Ukiniona mi nazungumza hivi, nazungumza kwa uchungu kabisa, nchi ni yetu sote you cannot avoid in the future that when they talk about these abductions that your names might be connected not in a sense that you are doers of those matters, lakini majina yenu yatatajwa yataungamanishwa na hayo. Mimi nawashauri pamoja na loyalty yenu kwa mamlaka ambayo ni jambo la muhimu na lazima, loyalty yenu kwa mamlaka jambo la muhimu la lazima, pamoja na loyalty yenu kwa mamlaka, liangalieni jambo hili kwa muhimu sana, linawaunganisha nyie na utu wenu na familia zenu na watoto wenu. Si kwa sababu mmefanya, ni kwa sababu nyie ndiyo mlikuwa wenye mamlaka ya kulizuia hili jambo. Si kweli eti vyombo havijui Mdude na soka wako wapi. Si kweli eti vyombo havijui, eh, ki, Ali Kibao alichukuliwaje. Si kweli vyombo havijui polepole, eh, eh, eh, pole kaondokaje. Si kweli, vitakuwa vinajua vitakuwa vinajua, na hakika kabisa vitakuwa vinajua, lakini vifanyeje? Ndugu zangu, kwa kiwango kidogo najua competence ya vyombo vyetu na wakuu wa vyombo. Najua, mi najua, najua, narudia tena, mimi najua competence ya wakuu wetu wa vyombo najua kabisa. CDF amekuwa kwenye kazi muda mrefu, ni mtu competent. anaiweza kazi IGP Wambula ni mtu competent kabisa, namfahamu Wambula tangu akiwa Kinondoni pale na mfahamu Wambula tangu akiwa kanda maalum. Wambula amefanya kazi kule Mtwara kipindi kile cha mambo magumu. Wambula ni mtu competent. Mimi I'm 100% huwezi kunidanganya kwamba eti Wambula hajui kabisa. Wambula atakuwa anajua, lakini Wambula anamwendeaje bosi wake kusema kwamba bosi, hili hili swala haliendi vizuri, atapoteza kazi DJIS. Eti ndugu yangu Suleiman Mombo eti hajui kabisa, anajua, lakini akienda anaweza kupoteza kazi. Siamini CDF hajui au mm, generali eh, kiongozi wa magereza hajui. Wanajua lakini sasa watafanyaje? Wakitulia ndani ya mio mimi nawahakikisha Watanzania, tuna vyombo competent. Kwa swala la vyombo tu ni competent lakini hatujapata a mechanism ya kuwalinda hawa wakuu wa vyombo ili na wao watulindie nchi yetu. Kwa hiyo muda unakuja, na siku moja itafika, mi nasema siku moja itakuja tu ambayo tutapata namna ya wakuu wa vyombo kuwalinda watulindie nchi yetu na maono yetu. Ndugu zangu, my countrymen, kama tusipofanikiwa kuilinda nchi yetu, ipo siku nchi yetu njema tutaipoteza kwa sababu motivu ya mgombea yote ni kushinda uchaguzi. Hata ningekuwa mimi, motivu ya mgombea yote ni kushinda uchaguzi, na anaweza kutumia njia ambazo zina dameji nchi ili ashinde uchaguzi. Lakini motivu ya nyie wakuu wa vyombo na vyombo vyetu ni kulinda nchi. Akija mtu A, hey, mnamlinda, anamaliza, anaondoka, anaingia kwa mjibu wa katiba, mnamlinda, anaondoka, ndiyo wajibu wenu. Lakini itakapofika wakati tukaona aibu kusema juu ya mambo yanayohatarisha taifa, kuna siku tutakuwa na wakati mgumu sana. Kwa kiwango kidogo, tangu plesi yangu ya kwanza, nilivyosema kwamba vyombo vyetu viwe na ulinzi ili wawe na uwezo wa kusema hapana kwenye baadhi ya mambo ambayo hayaendi sawasawa. Nikupe mfano mzuri, huwezi kuniambia eti e, polisi hawafahamu kabisa kuhusu utekaji. Huwezi kuni